Bwana awe nanyi. Somo katika Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Sura ya kumi na mbili aya ya thelathini na tano hadi ya thelathini na nane. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, viuno vyenu na viwe vimefungwa na taa zenu ziwe zinawaka, Nanyi iweni kama watu wanaomngojea bwana wao atakaporudi kutoka harusini, ili atakapokuja na kubisha wamfungulie mara. Heri watumwa wale ambao bwana wao ajapo atawakuta wanakesha. Amini nawaambieni, atajifunga na kuwakaribisha chakulani, atakuja na kuwahudumia. Na akija zamu ya pili au akija zamu ya tatu na kuwakuta hivi, heri watumwa hao. Neno la Bwana. Wapendwa wana familia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sana katika tafakari ya neno la Mungu Leo ikiwa ni Jumanne ya juma la 29 la mwaka C wa kanisa. Tafakari ya neno la Mungu siku ya leo inatualika tukeshe daima kwa kuwa safi kiroho ili tutakapokufa tuweze kuingia katika ufalme wa Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo katika somo la Injili anawaza wafuazi wake kuwa kuwa tayari kila siku, kuwa na mwanga na kukesha. Huu ni utayari ambao mwanadamu akiwa nao ile siku ya mwisho haitakuwa ya ghafla katika maisha yake. Mfuasi anayeishi maisha mazuri hapa duniani, anayezishika amri za Mungu na za kanisa, hapaswi kuogopa juu ya ile siku ya mwisho. Hii ni kwa sababu kwa kuwa safi kiroho, Mungu atakapokuja kuwachukua watu wake watakuwa tayari na watamlaki tayari kuingia katika ufalme wa Mungu. Wapendwa ndugu zangu, tafakari ya neno la Mungu imegusa maisha yetu sisi ambao tunaishi leo hii. Leo tunapewa mwaliko wa kukesha daima, yaani kuwa tayari daima. Tunapewa mwaliko wa kukesha katika nini? Maisha yetu ya hapa duniani ni ya kupita, kuna kuzaliwa, kukua kuishi na hatimaye kufa. Kufa sio mwisho wa maisha, bali ni mwanzo wa maisha mengine. Mungu aliyetuumba atakuja kwetu kutuchukua, na kama tumeishi vizuri, tutaunganika naye katika ufalme wa mbinguni daima. Tujitahidi basi kuwa vizuri kila wakati, tusiseme bado tupo. Bwana anaweza kuja ukiwa bado mtoto, kijana umri wa kati au mzee. Tukeshe katika nini? Tukeshe katika uhusiano mwema na Mungu, maisha yetu ya kila siku yakitawaliwa na sala, tukijibidisha kuishi maisha ya upendo, kusoma neno la Mungu na kulitafakari, tutakuwa salama. Na zaidi sana tukiziungama dhambi zetu tunapokosea, huo utakuwa ni utayari wa mkesha utayari wa kumlaki Bwana. Hivyo basi tuendelee kujibidisha katika kumjua Mungu, kumpenda Mungu na kumtumikia kiaminifu ili atakapokuja tuweze kuunganika naye katika ufalme wake. Ikiwa hatujui Yesu anakuja kutuchukua lini, tuendelee kuomba neema na baraka zake katika maisha yetu ya kila siku na tuweze kujiandaa vyema katika maisha yetu ya hapa duniani na hatimaye Atakapotuita kwake atukute tuko tayari. Aliyekuletea tafakari ya neno la Mungu ni mimi Padre Richard Barnos wa Jimbo Katoliki la Moshi ninayefanya utume katika jimbo la Lindi kama paroko katika parokia mtakatifu Yohane Mbatizaji Mitwero. Ninawatakia siku njema yenye baraka. Tumsifu Yesu Kristo.